Matembwe, kulipokuwa na mradi Matembwe, unahitaji kusimamia serikalini upate fedha. Diwani wewe na mimi, ushirikiano mkubwa. Tumpigie makofi mengi sana, ameeleza vitu vingi hapa. Na niwaambie wana Matembwe, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuko wabunge zaidi ya 394 mbele ndani. Kila mbunge anapigania jimbo lake lipate maendeleo na nyinyi wana Matembwe, watoto wa mjini mnatembea nchi hii, sio kila mahali kuna miradi mikubwa kama ya kwenu. Yako majimbo ziko halimashauri watoto bado wanakaa chini, yako majimbo ziko halimashauri watoto hawana mabweni hawana madarasa, lakini Matembwe mmesikia kwa diwani hapa, pale manyunyu peke yake yamejengwa madarasa kumi na nane vimejengwa vyoo ishirini. Siku moja tulikuwa na mheshimiwa diwani wangu hapa, tulienda kumsalimia baba paroko Msigu wa pale Matembwe parokiani. Tulipoenda kumsalimia tunapotoka, mheshimiwa diwani, kama nakumbuka, akatuchukua akatupitisha kwenye shule ya msingi Matembwe akasema, mheshimiwa mbunge na diwani Oneni shule ya Matembwe ndio soma, watu wengi ilivyo chakaa. Tukamwambia fadha, tutakwenda kupigania tupate madarasa mapya shule ya msingi Matembwe. Leo mmemsikia mheshimiwa diwani, tulipotoka hapo tukaenda serikalini. Matembwe shule ya msingi imepata madarasa na vyoo, makofi mengi sana kweli. Tumia nafasi hii kumpelekea pia salamu Fadha Msigwa kwamba ushauri wake na maono yake aliyotuambia vijana wake tumetekeleza matembwe oyee matembwe safi lakini wana matembwe diwani amezungumza hapa hospitali ya iloro ambayo ni hospitali ya halimashauri au ya ulaya ina watumishi wa afya zaidi ya 46 lakini kama hiyo haitoshi amezungumza mheshimiwa diwani hapa tuliomba fedha serikalini kwenye mgao wa serikali tukapata zaidi ya bilioni mbili kwa ajili ya kituo cha afya pale, kwa ajili ya zahanati pale au hospitali yetu ya Halmashauri, jengo la wanawake, wodi ya wanaume fieta, mochwani. Haikutosha, nikiwa mbunge wenu tukaomba ambulensi mpya kwa ajili ya usta ya magonjwa mbalimbali. Ndugu zangu wana Matembwe, tukuishia hapo tulipokuwa tunaanza ubunge na udiwani. Hapo Matembwe, mradi wa maji ulikuwa umekwama, kulikuwa na kelele nyingi, mradi uendelee. Tuliangaika na mradi ule, mkapata maji na leo Matembwe mna maji. Diwani ameeleza katika jimbo hili kuna vitongoji mia mbili ishirini na saba ambavyo vinahitaji umeme. Kuna vijiji 45 vyote vilihitaji umeme. Wakati mimi naanza ubunge katika jimbo hili tulikuwa na kata kama nne zilikuwa zijawahi kupata umeme tangu iumgo Lupembe, kata kama ya Idamba yote ilikuwa gizani, kata ya Mfiriga yote ilikuwa gizani, Ukalao ilikuwa gizani, vijiji kama vya Lalalo havikuwa na umeme walea na umeme wa REA, leo tunapozungumza vijiji vyote arobaini na tano vina umeme. Makofi kwa Mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Matembwe oyee! Matembwe safi. Ndugu zangu na Matembwe, ukitaka kupima kazi za mbunge ndiyo hizo, ukitaka kupime kazi ya diwani ndiyo hiyo. Kazi za mbunge au diwani ni kuwa sauti yenu bunge. Lakini pia wana Matembwe, kama mtakumbuka tukiwa ndani ya bunge, mimi kama mbunge wenu na ukafani yangu pia kama mwanasheria tumeshiriki pia kutunga sheria mbalimbali. Kati ya sheria muhimu tumefanya mageuzi kwenye bunge, ilikuwa ni kubadili sheria ya kilimo kuingiza ruzuku ya kilimo kwa wakulima wa Tanzania. Wananchi wa Lupembe mmenufaika na ruzuku ya serikali kwa sababu wabunge wenu kwa niaba yenu tulitunga sheria kama hiyo. Waitoshi, wana Matembwe, hapa nyinyi ni wafanyabiashara. Kulikuwa na sheria ya kodi ambayo inamtaka mtu ukifungua kibanda leo uanze kulipa kodi leo leo. Tukabadili sheria ya kodi na kuelekeza kwamba mtu akifungua kibanda leo apewe muda kidogo. Matazamio. Matembwe oye! Matembwe oye! Hizo ndizo kazi tumezifanya ndani ya bunge. Tukuishia hapo. Mimi nikiwa wakili nilikuwa najua pia usumbufu wa mahakamani. Kulikuwa na sheria mbalimbali, mtu ukiwa na kesi mahakamani ya jinai, unaweza kwenda mahakamani hata miaka miwili, unaambia upelelezi unaendelea, upelelezi unaendelea. Tukiwa bungeni, tukaifumua ile sheria kwamba mtu mwenye kosa la jinai akikamatwa upelelezi wao umekamilika sasa hivi, kesi nyingi zinaisha mapema na mahabusu watu wachache. Sana kujipigia makofi mengi sana, Matembwe safi. Kama hilo halitoshi, katika utungaji wa sheria kama mbunge wenu, kulikuwa na changamoto ya mabaraza ya kata ya ardhi na baraza la wilaya kwenye ardhi. Tulibundua mabaraza mengi ya ardhi ya kata yalikuwa hayatendi haki kwa wananchi wanaandika hukumu wakati wase wajuzi wa, wa sheria. Tukabadili sheria ya bunge kwamba baraza la ardhi la kata kazi yake ni kutoa maoni, hukumu lazima itoke ngazi ya wilaya. Matembwe oyee! Kama hilo halitoshi, tukabadili sheria inayosimamia ajira za mwenyekiti wa baraza la ardhi la wilaya. Miaka ya nyuma huko, mwenyekiti wa baraza la wilaya alikuwa hana ajira ya kudumu alikuwa na ajiriwa kwa mkataba. Kwa hiyo unapeleka kesi ya mabilioni kwa mtu mwenye ajili ya mkataba. Hebu fikiria, kama una kesi yako ya bilioni mbili mwenyekiti ana stafu kesho, hiyo haki utapata saa ngapi? Tukafumua sheria kwenye ardhi kwamba mwenyekiti wa baraza la ardhi ulaya awe mwajiriwa wa kudumu na tumefanikiwa. Makofi kwa serikali. Hayo ndiyo majukumu ya mbunge ndani ya bunge. Kama hilo halitoshi ndugu zangu na Matembwe, katika kutetea maslahi ya wananchi wetu wakiwemo watu wa Matembwe, mwaka 2023 bei ya mahindi iliyumba sana hapa nchini. Mahindi yaliuzwa shilingi elfu tatu, shilingi elfu nne kwa debe. Tukiwa bungeni wabunge wa mikoa ya nyanda za juu kusini na mimi nikiwa ndo katibu wa bunge wa mkoa wa Njombe tulisimama kidete bungeni tukamwomba waziri mkuu kwamba mkulima amelima mahindi, ametumia mbolea, ametumia madawa, ameajiri watu, katumia trekta, kulipa debe kwa elfu tatu haiwezekani. Tukaiomba serikali, tukaibana serikali, ikatoa hela maalum ya dharura bilioni sitini ili kuongeza bei ya mingi ya wakulima. Mjipigie makofi mengi sana. Ninawapa haya maelezo ili mjue kazi za mbunge ndugu zangu na Matembwe, eh, kama unaangalia kwa makini katika jimbo letu hili pia la Lupembe kwa miaka hii minne ya ubunge wangu, mimi tumejenga shule mpya za sekondari nne: shule ya Soruwaya, shule ya Ikondo, shule ya Image, shule ya Nyombo. Makofi kwa serikali. Pia, tatu, shule ya msingi Itova, shule ya msingi Tembele mpakani Madeke kule chini, wale watoto miaka yote walikuwa hawaendi shuleni, tulikuwa na watu wasiosoma shule kwa sababu hakuna shule. Tumejenga shule mpakani kule Madeke inaitwa Tembele, tumejenga shule ya msingi Image, shule tatu mpya ili kuenda na kasi ya maendeleo. Mbunge sikuishia hapo, tukatafuta fedha kwa ajili ya jimbo la Lupembe tumepata VETA chuo cha ufundi, hili tunavyozungumza kimejengwa pale Matiganjola, majengo manne yameshapauliwa. Makofi kwa serikali. Watoto <totra> Lupembe sasa wana uhakika wa kwenda shule, usipokwenda shule moja kwa moja kuna shule ya ufundi. Hilo tumelifanikisha ndugu zangu, wana Matembwe. Nataka niseme nini? Kazi mliotupa imani, mliotupa kazi ambayo mimi na mheshimiwa diwani tuliitafuta kuifanya tumeifanya, na che imebaki, mtu pigie makofi mengi sana. Kuna jambo la kujenga shule ya msingi Ukinga, ameniambia mara nyingi na amesema, mlianza mpango mkapeleka maono kwa serikali halimashauri, lakini mpango kwanza wa kuanza kutekelezwa, ila wananchi wa Matembwe, hasa watu wa vitongoji vile Ukinga Hoja hii ya shule ya msingi wameiongea mara nyingi sana, Matembwe oye, oye! Kwa hiyo mheshimiwa diwani, kwa kuwa wananchi hawa nilipokuwa naingia hapa na, na gari yangu wamemtandikia nguo, wakaimba Swalle mitano tena. Mungu akitupa kibali, Mungu akitupa kibali, ajenda muhimu tunazanea Matembwe ni shule ya msingi pale Ukinga, okay. Na mheshimiwa diwani umeniambia hapa kwamba wiki ijayo mtaanza vikao vya serikali mwenyekiti wa kijiji hapa naomba uje mbele kabisa mwenyekiti huyu mwenyekiti makofi kidogo tu. mwenyekiti tunaweka agano hapa wiki ijayo nimeambia mnakaa kikao cha kuanza hatua za kujenga shule msingi si ndio mkuu sekondari pale tumeshajenga na usajili umekamilika imeanza kwenye michango yenu. Mtakapoanza michango ya ujenzi wa shule ya msingi, mimi mbunge nitatoa milioni mbili. Naomba ukae sasa, kazi kwenu, wakitegea watu wako sitoe hela yangu. Matembwe oye! Matembwe safi, ndugu zangu na Matembwe, hizo ndio kazi ambazo tumefanya.